Atafika mkoani Morogoro kupitia reli ya SGR mwendokasi, na atafika hapa Morogoro tarehe tano ya mwezi Mei mwaka huu wa 2025 ambayo itakuwa ni siku ya Jumatatu. Hivyo tukishampokea SGR mwendokasi saa tano hiyo hiyo asubuhi atakuja ofisi za CCM mkoa ambapo ofisi za CCM mkoa atapokewa kwa mapokezi maalum ya kiitifaki ikiwemo kuvishwa skafu na mengineyo, kisha atakuja ofisini kwa ajili ya kusaini vitabu kuona viongozi, na baada ya hapo atarejea pale chini kwa ajili ya kufanyika hafla fupi ya heshima kwake ikiwemo mambo ya kimila na kitamaduni yatakayoongozwa na wazee kumsimika kwa wadhifa maalum ambao tatamkwa siku hiyo. Kwa hiyo baada ya kufanya hayo siku hiyo hiyo ya tarehe tano Jumatatu atatoka hapo ofisi CCM mkoa na kuelekea Mikese. Mikese atakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara ambapo mkutano huo mkubwa wa hadhara utafanyika kuanzia saa nane mchana mpaka saa kumi na mbili jioni. Hiyo itakuwa ni siku hiyo ya kwanza ya tarehe tano. Siku ya pili ambayo ni tarehe sita atarejea Morogoro mjini na kufanya mkutano mkubwa wa hadhara ambao utafanyika kata ya Mwembe Songo katika shule ya msingi ya Mwembe Songo majira ya saa nane mchana mpaka saa kumi na mbili jioni siku hiyo ya tarehe sita Mei. Siku ya tatu ambayo ni tarehe saba Mei ataelekea Mvomero, atapokuwa na mkutano mkubwa wa hadhara utakaoanza saa nane mchana mpaka saa kumi na mbili jioni. Siku ya nne, yani tarehe nane Mei atapita kuwasalimia wananchi katika eneo la Ruaha majira ya saa tano asubuhi kisha saa nane mchana mpaka kumi na mbili jioni atakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara Ifakara mji wilaya ya Kilombero ambapo atafanya mkutano huo wa wazi kwa ajili ya wananchi wote na watu wote. Siku ya tano, tarehe tisa Mei, atapita kuwasalimia wananchi eneo la Lupilo majira ya saa tano asubuhi kisha saa nane mpaka saa kumi na mbili jioni atakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara utakaofanyika wilaya ya Ulanga, Mahenge. Siku ya sita yaani tarehe kumi Mei atakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara wilayani Kilosa tukaofanyika kuanzia saa nane mchana mpaka saa kumi na mbili jioni. Siku ya saba ambayo ni tarehe kumi na moja Mei atakuwa na mkutano mkubwa wilayani Gairo utakawansa nane mchana mpaka saa kumi na mbili jioni. Sote tunatambua fika ya kwamba serikali ya chama cha mapinduzi inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ndiye mwenyekiti wa Chama Cha Mapinduzi Taifa imefanya mambo mengi makubwa yanayostahili kukumbushwa. Hivyo kupitia ziara hii tutawakumbusha wananchi juu ya mengi mazuri mema yaliyofanywa na rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ndiye mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kupitia serikali yake tukufu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kama haitoshi pia tutawaeleza wananchi na kuwafafanua wananchi juu ya namna ambavyo Chama Cha Mapinduzi kimeimarika kwa kiwango kikubwa tangu Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa mwenyekiti wa Chama Cha Mapinduzi Taifa.